Kaya jina la mwenzako, alafu mtamkie namna ambavyo ataingiza pesa. Wata mzuri, wata mzuri. Mlewa naya ah. Leo utakuwa unaingiza pesa kwa njia ya kupiga chafya. Ukipiga chafya moja unapata shilingi eh, ah, elfu hamsini kwa bwana, kitu kweli utajiri, utajiri. Ngurumbe akishindikani hey, hey, kia na wewe mwana ngurumbe mwenzako ya miayo ya miayo. Mimi napiga sasa, haya naanza. Aya, dutu rafiki yangu, ndio utapata pesa kwa njia ya kubeti. Na ukiliwa shauri yako. shauri yako